Ah, karibuni sana KingoFarm, kwenye hii video bwana, ninataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukachanganya tiba za asili tofauti na zikakupa matokeo. Labda kwa mfano, unataka kuku wako utibie magonjwa mawili tofauti, au labda kuku wako unataka wapate vitamini, lakini pia utibie na ugonjwa fulani. Utachanganyeje hizo dawa? Na mfano mzuri hapa, ninakwenda kuwaza namna ambavyo unaweza ukachanganya mwarobaini na majani ya mpela Uh, tutatumia huu kama mfano na mtaona uh, huu mchanganyo uh, utatibu magonjwa gani. Uh, kwanza kabisa, wazo langu kubwa kabisa hapa lilikuwa ninahitaji na hitaji na kuku hapa waleazi hawa nilikuwa nahitaji watage mayai kwa wingi e, wale kuku watagewe mayai kwa wingi. Na jambo la pili, nilikuwa nahitaji kuzuia Newcastle, kuzuia kideli. Kwa hiyo akili ya kawaida ikaja ni kwamba ninajua kabisa tiba ya kideli ni majani ya mwarobaini, lakini a, pia mwarobaini hauwezi ukamfanya kuku aweze kutaga vizuri, na kuku akitumia mwarobaini inaweza ikampunguza fulani kidogo kutaga, kwa hiyo nikahitaji kutaka kumboost ili aweze kutaga kwa wingi. Aa, ndio maana likaja wazo la kupata haya majani ya mwembe. Moja ya faida ya majani haya bwana, huwa yanasaidia sana kuku kutaga mayai mengi, lakini pia haya majani ni kinga zuri sana ya magonjwa, inamfanya kuku kumkinga na magonjwa. Kwa hiyo kama hii ni kinga ya magonjwa, e, ikaungana na majani ya mwarobaini ambayo ndio ni kiboko kabisa kwa kukinga magonjwa na kutibu magonjwa e, kama vile Newcastle na magonjwa mengine ya virusi, basi vitafanya kazi e, kubwa sana, endapo nitawachanganyia hawa kuku wangu. Uh, kwa hiyo nikaja tena nikasema kwamba nina hitaji haya majani ya mwembe kwa sababu pia huwa yanaongeza uzito kwa, yani yanamfanya kuku mwili wake upate e, virutubisho vizuri uweze ku, ku, kunyonya virutubisho vizuri kwa ajili e, ya kuongeza uzito labda ya kumfanya atage vizuri, na kitu kingine inaimarisha kinga a, vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo nilihitaji mchanganyo kama huu. Kwa hiyo hapa nataka nikuelekeze ni e, namna gani unaweza ukatengeneza mchanganyo kwa mtindo kama huu hapa na kwenye kitabu chetu kile cha tiba za asili mle ndani, mle utakuta kile kitabu kina, kimeandikwa katika namna mbili. Namna ya kwanza kabisa, tumeelezea tumeelezea jani moja baada ya jingine linafanya kazi gani na lina umuhimu gani? Kwa mfano, uh, mle tumeelezea haya majani ya, ya, ya, ya, ya mwembe, majani ya mpela, eh, mwarobaini wenyewe tumeuelezea. Kwa hiyo sasa utakwenda kuangalia vipimo labda vya kwenye mwarobaini. E, mwarobaini unaupimeje? Lakini pia utakwenda kuangalia vipimo vya kwenye majani ya mwembe, utaangalia kwamba nikitaka nichanganyie na majani ya mwembe yanahitajika kiasi gani, lakini pia utasoma na faida za ule mwembe, tumeandika pale kabisa, e, mwembe unatibu nini kwa kuku endapo utawapatia e, kuku wako, lakini pia na mwarobaini vilevile vile, tumeandika vizuri kabisa, kwa hiyo Ukimaliza hivyo ujue vile vitu vyote ambavyo umeviandika pale kwa ujumla, ndio hiyo e, tiba yako itakwenda kufanya hizo kazi kwa ujumla, na hizi kazi zinasaidiana. Kwa mfano, naweza nikasema unapotaka utibu kideli a, lakini pia ina, unahitaji uimarishe kinga, maana yake e, kinga za mwili ni kama vile unazifanya e, chembe hai nyeupe ziweze kufanya kazi vizuri kupambana na ule ugonjwa. Uh, huo mwarobaini utakuwa unapambana na eh, huo ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo uh, uki, ukisha soma hivyo basi unachanganya mchanganyo wako na sio lazima iwe mwarobaini na, na majani ya mwembe kuna majani mengine na mimea mingine. Kwa mfano, sisi huwa tunachanganya mchanganyo ambao tunautumia sana hapa shambani ni kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Kwa hiyo vyote vile vimeandikwa kimoja kimoja mle, ukisoma kipimo unakuja unachanganya kwa pamoja. Hichi kitabu kukipata ni shilingi elfu kumi. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp kama unakihitaji, wasiliana na sisi, namba ya simu hiyo hapo juu na kwa wale ambao wapo kwenye kundi letu la WhatsApp, au kuku ambao unaona hapa uh, wana tupo tunawapatia uh, tiba za asili ambazo zitawafanya au zitachochea waweze kutaga vizuri na waweze kutaga kwa utagaji eh, wa hali ya juu, na wameanza kufanya hivyo. Kwa hiyo ukijiunga na kundi letu ni shilingi elfu tano kwa muda wa miezi miwili. Uh, uzuri wa kwenye kundi bwana, utakuwa unaona kabisa eh, tutakuwa tunakwambia kwamba hawa kuku leo tumewapa mchanganyo huu hapa huu hapa, kesho tumewapa mchanganyo huu hapa huu hapa, lakini pia sambamba na hapo tutakuwa tunakwambia eh, hawa kuku labda utakuwa mwenyewe unaona eh, siku ya kwanza wametaga mayai hivi ya pili ya tatu na siku ya mbeleni wametaga mayai kiasi gani. Kwa hiyo utakuwa unaona namna ambavyo eh, hiyo E, inafanya kazi, hata kama huna kuku bado hufugi, lakini utakuwa unaona kwa vitendo zaidi, utakuwa unaona kwa vitendo zaidi, kwa sababu sisi tunafanya hivyo hapa eh, shambani kwetu. Kwa hiyo eh, jiunge na kundi letu leo hii, bado hujachelewa, kwa sababu bado tuna madarasa, bado vitu vingi tunavifundisha, na tumedhamiria huu mwaka uwe mwaka wa mapinduzi kwa wanafamilia wa Kingo Farm. Sambamba na hivyo tunavyo vitabu vingine ambavyo vina ubora wa hali ya juu sana. Kwa mfano, tunacho kitabu ambacho kina mwongozo mzuri kabisa kwa wale wafugaji wa broiler, kinakuongoza ufanye kitu gani, uwape kitu gani, tiba gani za asili uwape broiler wako, na malengo yetu makubwa kabisa kwenye hichi kitabu, kama utafuta huo mwongozo, kitakufanya siku ya 24 kuku wako afikie kilo moja na nusu. Kwa hiyo unaweza ukawauza pale, unaweza ukaona namna o kitakusaidia kubana bajeti, lakini pia kitakusaidia e, kuweza kupata. Kwa wale ambao wapo kwenye kundi letu la WhatsApp, huwa wanaona namna ambavyo tunawafanya kuku wetu wanakuwa wakubwa e, ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo wewe pia ukipata hichi kita e, kitabu kitakusaidia sana kwenye gharama. Vitabu vyetu kila kitabu tunakiuza shilingi elfu kumi. E, ukihitaji vyote vitatu kwa mfano, unaweza ukavipata kwa shilingi elfu thelathini. Tutafute kwenye hiyo namba tuweze kuwasiliana na. Vitabu vyote vipo katika mfumo wa PDF, tunakutumia WhatsApp hapo hapo. Ukituma pesa yako, tunakutumia kitabu, unakipata kwa ajili ya kukisoma. Jamani, ni vitabu bora sana, ni vitabu bora kuwahi kutokea. Kwa wewe mfugaji ambaye bado huna hivi vitabu, basi wasiliana na sisi. Kwa wewe mfugaji bado ambayo hujajiunga na kundi letu, basi wasiliana na sisi ili uweze kufanya hivyo, uwaze kupata faida. Kuna wafugaji wanaofuga kuku hawajawahi kupata faida. Wanaweka pesa labda, e, mtu anajichanga pesa zake anaziweka kwenye kuku zinaishia huko, anajichanga tena sasa. Hai, haitakiwi uwe mfugaji wa aina hiyo. Ufugaji ni biashara kama biashara nyingine, inatakiwa uwekeze pesa upate na faida, ili uweze kukua. E, ukiona we mfugaji ukuu, ujiunge na familia ya Kingo Farm tunatoa ushauri pia. E, kwa wale ambao wanaanza kufuga, kama bado hujui ufuge. Kuna mfugaji anapenda kufuga, lakini hajui kuku gani sahihi afuge, ambao watampatia pesa. Kwa hiyo tutafute sisi Kingo Farm, tutaweza kukusaidia kwenye hilo jambo lakini, shelti la kwanza, inatakiwa ujiunge na kundi, maanake waga napigiwaga simu unakuta tu mtu ana sasa, sisi tuna mambo mengi, tunahudumia watu wengi, sio kwa bahati mbaya, kwa hiyo nimekosa ule muda wa kuongea na wewe kwa marefu na mapana. Kwa hiyo kikubwa, jiunge na kundi, utapata njia rahisi zaidi ya kuweza kusaidiwa na KingoFarm.